Ndugu zangu pia niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais. Fedha hii ambayo inaletwa hapa, shilingi bilioni 4.272 ya mapato ya ndani, ni fedha nyingi ambayo inatua inaingia kwenye wilaya yetu, wilaya ya Lushoto. Fedha hii itatusaidia kutoa ajira kwa vijana ambao watasajiliwa ama wataajiriwa japo kwa muda mfupi wa mwaka mmoja na mwezi mmoja kufanya kazi kwenye ujenzi huu. Ndugu mkandarasi, nikuombe, ninakuomba huku nikikuelekeza kwamba kazi zote ambazo hazihitaji expert naomba wapewe vijana wetu wa hapa Lushoto ili tuweze kucreate ajira kwa vijana wetu hawa. Kwa wakina mama, mama lishe wataweza kufanya shughuli zao hapa. Mkurugenzi wa halmashauri, ni kuelekeze ile mikopo ya asilimia kumi nne nne mbili ile ya wanawake, hakikisha kuna kuwa na kikundi kinapata mkopo ambacho kitakuwa kinapika chakula hapa ili tukija tuone fedha ya mama imefanya kazi. Na tuna uhakika soko lipo, vijana watakaoajiriwa hapa watakula hapa, kikundi kile ama vikundi vile vitaweza moja kwa moja kupata wateja na watarudisha fedha ile ambayo wanaikopa. Ndugu mkandarasi ni kuombe na kukuelekeza tena, materials yale yani ambayo yanapatikana local available materials, nunua hapa ili tuwe na mzunguko kwa wa fedha kwa watu wetu walioko hapa Lushoto, wafanya biashara wetu wanufaike na ujenzi huu wa mahakama hii hapa ni washukuru pia ndugu zetu wanaoitwa Lushoto Coffee Growers Association. Hawa ndio waliotoa kiwanja hiki hapa, bila wao hiki kiwanja kisingepatikana. Kwa hiyo hili ni jambo jema walilolionyesha la kutaka kuonesha namna gani wadau mbalimbali wanavyoweza kushirikiana katika kuiletea wilaya yetu maendeleo. Tumekabidhi tayari site kwa ajili ya ujenzi, tumesaini mikataba. Hatutakuwa na muda wa nyongeza, hatutakuwa na nyongeza ya gharama, hatutakuwa na utani katika swala la kazi hii. Ni kazi muhimu, wananchi wanasubiri hii mahakama kwa shauku kubwa sana. Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutupa hii fursa, kumwambia mkandarasi wazawa wapate riziki hapa, riziki zisiende kwa watu wengine. Basi tunamshukuru mbunge wetu kwa kutuongoza, tunamshukuru sana. Nadhani Mungu akipenda nitakuwa mmoja mmojawapo wa kupata ajira hapa kwenye hiki kijiji. Kwa hiyo, nitanufaika kwa sababu na watoto wanataka shule eh, na watoto wengine ambao bado ni wadogo wanataka kuanza kusoma. Kwa hiyo, najua kabisa nitanufaika nao na mradi huu. Nashukuru sana rais, kwa kutuletea mradi huu hapa kwetu.